Idadi ya watu wengi wanafurahia kwenye maisha yao tu na sio ya wengine, na ndio ambapo hapo mwaka huu naweza kujitafakari mwenyewe kwamba, ye, umejitoa vipi kwa watu na ume umepata faida gani kwa watu kwa kujitoa? Maana wewe mwenyewe ungetanguliza maisha yako eh, watu wengine wasingepata. So kama wewe unategemea na watu